Jumuiya ya Fisabilillahi Tablighi Marka Zanzibar inawatangazia wazazi na walezi kwamba imeanza kuandikisha wanafunzi kwa ngazi ya maandalizi msingi na sekondari katika skuli zake za Raudha Akademi Fuoni na Raudha Akademi Kidoti. Kwa upande wa Raudha Academy Fuoni ni kuanzia maandalizi yaani nasari primary na secondary. Skuli inapokea wanafunzi wa dei wa na dahalia, yani bweni. Kwa wanafunzi wa dahalia watapata fursa ya kujifunza zaidi katika masomo ya dini, na kwa upande wa Raudha Academy Kidoti ni kuanzia maandalizi na msingi, yani nasari and primary. Skuli ya Raudha Kidoti inapokea wanafunzi wa, wa dei pekee. Raudha Academy school wanasomesha masomo yote ya sayansi ati pamoja na masomo yote ya biashara yani business. Pia ina maabara kubwa kwa wanafunzi wa sayensi na mazingira mazuri ya kujisomea pamoja na uwanja wa michezo kwa ajili ya wanafunzi. Skuli inazingatia maadili ya dini ya Kiislam kwa kumwandaa mtoto kuwa na akhlaki njema. Skuli ina walimu bora na waliobobea katika ufundishaji, lakini pia ni wajibikaji katika malezi. Kwa maelezo zaidi fika ofisini kwao fuoni jitimai au Raudha kidoti, lakini pia unaweza ukawasiliana na